Mimi sina budi kuwatangazia kwamba vikundi vile tulikwisha kuvitangaza toka mapema ishirini vilivyoshinda, sasa leo tutafanya kazi ya kugaweeni vikundi vyote ishirini vile. Nikikupa mkataba huu, ina maana basi mimi tayari sasa nishatoa fedha dola elfu elfu hizo zilizokuwa nimezizungumza kwa ajili ya kikundi chako. Tunafahamiana ndugu zanguni, tusiangushane, ili ili vikundi mia vikaja vikalala Tulikuwa waaminifu, tulikuwa waadilifu, tulikuwa wakweli, ndio maana tukaweza kupewa fedha hii kwa mara nyingine tena. Sasa na huu um, mkumbo mwingine naoambiwa sasa hivi, wakati wote pesa inaingia kwenye account. Sasa ikiwa hizi mimi sikuzitoa kwa deadline ya kesho, ina maana hapa patakuwa pana tatizo. Mimi lazima nizitie kwenye account zenu, kwa sababu muweze kwenda kufanya yale ambayo tunayatarajia. Lakini natoa msisitizo tena, mkafanye kile ambacho mumeahidi mnakwenda kufanya timu yangu imejitahidi sana kutoa maelekezo, mafundisho na mambo mengine. Kwa hiyo sasa ni kwenu kuonyesha ustaarabu wenu, kuonyesha ubunifu wenu, kuonyesha umahiri wenu na kuonyesha umakini wenu. Baada ya maelekezo hayo, sasa nipe majina, nitaje, kila mmoja atapita hapa, atakuja, atachukua faili lake, kwa sababu ndo tayari kwamba tunaukabidhi mzigo wa